Oa mambo vipi mzee? Oa sasa bwana kuniita hapa tunapiga story tu leo. Au vipi bwana? Niambie. Hivi una mpenzi tajiri? Ah, mimi mpenzi nina. Una mpenzi? Eh, na. Hivi wewe una vigezo gani yani ili kuwa yani na yani mpenzi yani mpaka unakuwa na mpenzi yani wewe huaga yani unachagua nini? Si just si vijana tena. Kitu cha kwanza sura. Sura. Eh, cha kwanza sura, sura. K ah. Sura mwanangu eh. Eh, lazima ye maelekezo eh, sura maelekezo, alafu chapili kaumbo fulani hivi chika ma eh, so mnene so mwembamba. Mazingatio ya umbo, hata kama sura sio nzuri sana, lakini akiwa na mazingatio fulani, na naenda wa... naye Potable au waliobeba waliobeba waliobeba wali wali, sio mambo yangu hapa kutana na waliobeba, ujue kuwa nao, ujue kudeti na mwanamke amebeba hivi aliye, ah, kama amebeba ni shawahi, ila sio mambo. Si unajua, simba akikosa nyasi, hata nyama anakula mm, akikosa aki e, nyasi tena eh, hata nyama anakula, ndo hivyo okay, eh, mkuki kwa mtamu kwa mchungu nguluwe eh, mule mule eh, kwa vigezo vyako, hiyo ni sura. Sula, shape. Shape, bas. Na sasa, tabia, tabia tabia tabia tabia tunaweza tukarekebishana tuka, tuka, tuka hata eh, mimi mwenyewe nina tabia zangu kwao naweza ni tabia zangu akawa azipendi umeona, akanirekebisha kwao tabia tunaweza tukarekebishana huko huko, lakini mimi vigezo vyangu kwanza, wazazi wako wanajua kama unampenda? Hapana. Aji uh, kwa nini? Eh, ah, kujua wanajua sasa mimi si mtoto wa kiume. Ah, uh, so eh, yani sio kwamba kumuona, kwa kumuona bado, so, kwa so, kumuona bado ila kujua kama mimi nina mpenzi. Maana kipindi nakaa nyumbani nilikuwa naleta mali. Unajua mimi nilipokuwa nakaa na nyumbani soma. Yaani nyumba zinaangaliana hivi. Kwa hiyo sasa mali ikija ikishuka kwenye bodaboda umeona? Mm. Lazima waione. Mara nyingi sana bi mkubwa ndo anaziona mali zangu. Mbona, bibi mkubwa akiwa anashuka tuka ukili, akiwa anapiga piga story na wenzake, wanaziona mali ikiwa zinatoka. Sasa inanijiuaga mimi mtiani kwamba ile inatoka togetini na waona na wale, kwa hiyo inakuwa sina jinsi. Na bodaboda boda insha kasha kuja, kwa hiyo mali lazima ione, mali lazima ione, mimi najikaza tu. Kwa hiyo wao wanajua kama mimi mali nina lakini sio kwa kuwapelekea, kwa kuwaonyesha. Kwa hiyo wewe ngoja kwanza. Ah, uh, ni tukio gani ambalo lishatokea ni home yaani, anyway, wewe na mpenzi wako labda ambao hujai kupenda sijawahi kwa, kwa vile sijawahi kupeleka mtu nyumbani wala yani, kumwingiza kumuingiza mtu ndani nishawahi, lakini experience ya kufanya kitu mwanamke ah, yani kuumizwa eh? akuumizwa na na wanawake mbona kawaida eh. ukalia kulia? hapana eh, sijalia niliumia tu, lakini sijalia. Okay, akini eh, sijalie saizi, ukiwa na uh, mwanamke mwingine akikuumiza eh? Ah, tuna tunaumizana kwa mfano sahizi mwanamke akatokea akakwambia bwana mm, tuachane, kama mwanzo naangalia ha, na mazoea yenyewe niliojenga naye, unajua <laughs> kama kama unajua kuna mtu na mtu kuna mtu niliokuwepo naye sahivi, akiniumiza kweli ntalia na kweli, ntaenda ntaenda yani ntalia ntaumia, umona. Lakini kwa wengine vibungo, tunasema sio mi uh, ushakubua, yani wewe saizi ni malaya bwana, uh, <laughs> kwa sababu anasema bwana kwamba saa hivi ukifikia hatua ya wewe uumi tena uh, kwenye masuala kwenye mahusiano uh, yani na maana wewe bwana wewe tayari ndio ushakubua so malaya, yani. Kwa, jua, aa, malaya. So malaya ni legend uh, yani kubu, unajua, so malaya ni legend yani unajua, kuna umalaya na ulegend, mimi ni legend ambaye mimi kuna mwanangu mmoja huyo, ashaumiza huyo huyo, alilia kabisa, afu wa kiume, unaelewa, machozi kabisa, si unajua saa hivi sunajuaila, saa hizi hizo babu yuko legend, kashakubuu yani, kasha yani, yeye kasha kashakuwa malaya kutosha. Inategemea, inategemea na yeye alikuwa anaishi na huyo mtu wake, umeona, inategemea kwamba labda zi anamiss moment zile, umeona mm -hmm. Ha, achana, nasha, na, nasha vitu, so, achana non, nakulia eh, kwa sababu ya moment no alikat yee kwamba bwana achana na mimi mi naenda yeah, kuolewa halafu ni mwanamke ambaye aa, umepambana naye e, unaelewa yani kwamba ulikuwa umemsaidia yani, umemsaidia sana, umesaidia hadi familia yake usha ushakutana na hiko kitu yani, wewe wewe, ndo una fight unasaidia familia yake, afu unaishi tu na bro nini, brother akileta vitu, wewe unaiba vitu ndani nawapelekea wao nini, yeye na bibi yake na mama yake yani, afu mwisho wa siku, wewe, ina maana paka unafanya hivyo vitu, ina maana unajua, mimi ndo ndo mpenzi wangu, unajua, ndo maana nikakwambiaje, inategemea na wewe, moment ambazo ulikuwa unaishi na wewe, mpenzi wako umeona? Yaani siwezi nikaumia tu eti kwa vile tumedate sijui. Tunaweza tukadate mwaka lakini tusiwe na momenti hizo tuka tulizozifanya sana. Umona za kuniumiza mimi. Unajua kuna momenti zingine mi naziona zi za kawaida tu za kuwa na mpenzi mkawa na mpenzi yani, kawaida. Asa, lakini manangu, kuna momenti ambazo zinatokea ndo kama hivo, amesaidia familia yake anamzingatia ana nini ananinimona ana, ana, hmm, ikitokea kwa wewe lazima uumie, unajikuta siku unamgaramikia una, una, una, una yeye mona okay. Alafu anakuambia mimi baby sijala afu namtumia yeye afu, siku anakuja na kuzingua sheha, lazima ulie eh. Kwa hiyo sasa hivi kitokea hivyo, unalia kwa mimi? Ah, kwa mtu ambaye nimemzingatia eh, kwa huyu nilokuepo naye eh ah, hatuachani kisa ujinga. Kwa hiyo okay, wewe una mpenzi mmoja eh? Kwa mimi nina mpenzi mmoja mpaka sasa hivi. Una mpenzi mmoja eh? mpaka sasa hivi nina mpenzi mmoja Mmoja tu ndo unaye? Yani ndo huyo huyo yani? E, ndio huyo huyo. Uko serious babu zibabu? Niko serious. Haitwa nani? anaitwa Rahma. Rahma Ay. Okay, Rahma, shout out kwako bwana, umetajwa. tafuta vizuri hapa ili akutaje. kwa nyinyi wengine tofauti na Rahma <laughs> Bye, safi sana <Ay. laughs> sema fresh mwanangu. Ah nah, I say hey, wewe wewe ni kitu gani ambacho huwezi kufanya kwa mwanamke wako? Mimi, kitu ambacho siwezi kufanya hai mm, kumuuzi. Kumuuzi, eh, kumuuzi au kufanya kitu ambacho akipendi yani kumuuzi akuweziana, tunaweziana, si unajua vikombe vinagongana, si unajua okay. Eh, yeye na wewe ukiangalia unaona yupi anamuuzi sana mwenzake eh? mimi hapa, wewe ndio unamuuzi sana eh, afu upendi eh, tena kumuuzi eh. Unajua mimi mimi mi, mi, makuzi makuzi saa nyingine sana, kwa hiyo naweza nikamtania hivi akachukia, lakini mimi naendelea kumtania ili mradi tu, si unajua eh, namtania tania yani hivyo hata kama kitu cha serious mi nakiletea kwenye utani lazima anauzika mm. Lakini okay, mwisho wa siku tunaenda mambo, anaenda sawa mm. Yeah, sasa mimi mi, kuuliza hii swali ili nitauliza washikaji zangu wote mm, ambao nitakuja kuongea nao, ulishawahi kutoa mimba? Mimi mimi kutoa sijawahi Je, kutoa kushiriki kwenye kutoa, ehe, hutoi kwa sababu upati mimba. Kushiriki nimewahi kuiweka lakini kuitoa sijawahi, kuiweka nimewahi kutoa. Yani kwamba, kwani una mtoto au mtoto saa hivi? Ushawahi kuwa na mtoto sasa? Yani kwamba ndo umempata, umeshiriki mapenzi nini na mpenzi wako wako au vipi ukapata mimba nikapata mimba akapata mimba yeye eh, yani sio ye, wewe eh. Akapata ikatokea amepata mimba lakini amjategemea mm, amjategemea eh, mtoto saa, kwa wakati huo wewe wewe unafanya aje? haijatokea kitu kama hicho? Ah, kwanza mimi naamini gi kwamba kila kitu kinatokea kwa sababu, umeona eh? maana tushakuwa na vibungo vingi huko havijakamata, umeona mm. Sasa yule kimekakamata yule mm. ujue hapo mwanangu, Mungu kapanga kabisa, yule ndo akukamatie, umeona Kwoyo kwa mimi nitamwambia asitoe, hata kama sina kitu, nitamwambia asitoe. Uwezi jua mimi nakuja kutoboa kupitia yeye, dogo. Okay. E, kwa, sito mshauri, sitomshauri atoe. Kwanza mimba yangu mimi, kama onayo shekhe, wewe ilete tu, nitaitunza mimi wewe ukifikia ukishamleta mwanangu duniani okay, akikaa na wewe miezi yako ile ya kiserikali inayotakiwa eh, mi nitakuja kumchukua mwanangu ukaendelee na ujana oh, okay. Eh, wewe unategemea labda uje kuwa na watoto wangapi au aina gani? mimi mimi nataka niwe na watoto wanne wanne mpaka sita hivi. Okay. na wewe unaoa mwanamke wa aina gani? Mwanamke, yani, yani wewe ili uoe eh. Unaoa mwanamke wa aina gani? si mwanamke wa Kiislamu shekha ah, yani vige, unatumia vigezo gani ili uoe? Vigezo si chakwambia shehe wangu kwamba awe ah, sura tu na, na, e, na sura tu unajua sura na shepu wewe unaoa eh sura na shepu ah. Unaoa kwa ajili gani? <laughs> Kwa ajili gani? Unajua wakati mnakutana unajua miili inakutana pale, mimi napenda sana niwe na muangalia mpenzi wangu, kwa hiyo nisiwezi yeah. nikakuangalia wewe sura kama majuma ndala ndefu ah. na kuasipati vibe wewe ukiwa na kisura kizuri hivi nikikuwa nakuangalia pale. Uko unaweza kumchoka mwanamke? hawezi kumchoka eh, akiwa na na vigezo vyangu mimi siwezi nikamchoka. Uwezi kumchoka. Eh, kila sana udikambani lakini, akiwa majuma ndala ndefu she. Anapiga ukuta ukuta dali. Unaoa lini? Anamchoka. <laughs> Unaoa lini? Mimi nikipata milioni mbili tuishabwana. Ukipata milioni mbili e, mimi nikipata milioni mbili au mdhamini akatokea bwana, iy hapa mimi na mdhamini. Kwani kwani ndoa, ndoa kuna watakiwa kuwe na mdhamini e, kama mtu kwa mfano kama wewe una kitu umona afu, unataka kumwoa binti wa watu mm. Mtu akatokea akakwambia, kwani shida nini? shi wangu aka, akakupa hela ukaenda kulipa mahali nyingine ukafanya mambo mengine, hiyo naruhusiwa shaka wangu. Na ikitokea sasa baba yake akasema akupe bure, simdhamini pia, yani hiyo hiyo, ni sawa kabisa. Basi tangaza sasa kwamba unataka umuoe, inawezekana kupata kwa, kupata bure kwa, sasa hivi, kwa sasa hivi, yani <laughs> na sasa na hivi dunia sasa hivi uongo, yani mzee akwambia inawezekana. Sasa ndio dhamini wenyewe sasa. Huyo mdhamini unafikiri dunia sasa hivi, na utampata wapi ah, wadhamini wapo ah, wapi? kama kama kuna mashindano hapa yalifanyika ya kulani. mm -hmm. Umeona yeah? Anayadhamini ana yani, Sheikh Kishki ndo anakuwa msimamizi mkuu kwa mm hio -hmm. kila mwaka wanatoaga mm -hmm. vijana mia wa kuwaolea yani, wanawaolea vijana mia uh, wanawapa pesa za kuoa hey, wanawapa pesa za kuoa. okay. Ndio kuwaolea hiyo, umeona. Ah. Kwa hiyo umeona hiyo So kuna, sasa napatikanaje? Ile bahati inapatikanaje ile bahati eh? Yani ile bahati mpaka uwe katika mzunguko hey, uwo mzunguko wa vipi sasa? Niko zangu huku mimi atanijua nani mimi? Yani ile lazima kwanza kwanza, aha, aha, kuna au ina process gani yani mpaka eh, kuna vijana wengi sana kuna vijana wengi sana kuna vijana uh, wengi sana eh, wanataka kuoa na wanaitaka hiyo nafasi, lakini ukifika pale labda unaambiwa hivi watu washajaa kwa sababu watu wana watu wao shee wangu. Yaani huwezi ukaambiwa tu watumia alafu tena watu wasiwepo shee. Watu wapo madrasani huko kuna mashehe, kuna maustazi. Umeona wanataka waoe. Kwa hiyo iwezekani wewe tu kijana hivi hivi tu a sawa, lakini kwa ndoa kwa ndoa ya Kiislamu mimi naona <laughs> kama watumia wachache sana. Ah ah, hiyo ndio deadline yao walioiweka. Wachache sana kwa sababu Waislamu ujue mahali ujue laki mbili laki saba unaoa. Una, una, una, una, inategemea unajua, Kristo babu milioni mbili milioni tatu milioni mbili milioni tatu mara 100 inategemea nini she? Alafu kwa kwa kwa nani ile kidogo kubwa yeah. Lakini kwa kwa kwa kwa ile ninavyoona pale ile ah, uh, watumia ni wachache sana. Nawaambiaje, inategemea sasa, inategemea sasa na mwanamke mwenyewe unajua mahali anatoa mwana hataja mwanamke. Kwa hiyo ndio anaweza akakwambia hapa, we, wewe wewe Ko... ukiambiwa uoe kwa milioni tatu Naoa asioi kwa nini? sioi kwa nini uoii, ina TV ndani <laughs> E. Si mzuri na shepu unaonitaka? ndio mzuri na shepu lakini e -e. Kama kuna ile kitu point point chake kipo e. Kama kuna kitu point point e. Ah. Mimi naoa. lakini kama milioni tatu, kwa milioni tatu kweli ananihakikishia, anakuhakikishia nini sasa? hajawahi kukutana na mwanaume yoyote ah, yani ya zaidi yangu mimi umeona ya mimi milioni tatu natoa lakini e. Kashakutana naye okay. zaidi ya wawili e mimi milioni, tatu, yaani hata, aa, milioni tatu okay. Akikwambia amekutana na mmoja, amekutana na mmoja, kashakutana naye huyo, ina maana a sto, mimi sitaki kukutana na mimi, nataka wewe ambaye kwanzia milioni ngapi? wewe unatoa mahari ngapi au aukwanzia shilingi ngapi? we mahari uko tayari kutoa mwisho? laki nane, laki nane yenyewe ndo huyo. Kama uy akwambie mimi mmoja, yaani kwamba eh, wewe kwanzia elfu tatu akwanzia jelo jie, eh. Eh, kuelekea Paka laki nane, kinane, e, mimi akifika milioni uoi asioi mpaka awe bikra mpaka awe bikra e, yani okay. milioni yenyewe akiwa bikra na nita, nitamwongeza mimi nitamwongeza akiwa bikra oshe kudeti na mwanamke bikra e, nishawai ushawai, kwanini ujamuoa kuna sababu tulizotokea za nje ya uwezo wangu o na nje ya uwezo wetu. Ulitaka kuoa wakati huo na wewe pumbavu. Kwa wakati huo sijataka kuoa lakini ningemuoa kwa vile mimi ndio ni na ha, yes. Mtu wa kwanza kukutana naye. Ah, alikuwa sasa ndio mtu. Unajua unajua, katika sura na na, na, yes. na shepu alikuwa nalo maana unaweza eh, kaa ana ana tayari kuna nini sura shepu hana eh, afu ndo ah, bikra mbeba. Mbeba. Mbeba mbeba. Eh eh hiyo ndo imembeba hiyo ndo itakuwa imembeba sasa bikra ndo itambeba eh hiyo ndo itakuwa imembeba kwa kiwa <laughs> kubabek Eh, hiyo ndio itakuwa imembeba. Kwa vile ime kaniheshimisha. Eh, kwa kwa a, a, so bikra lazima awe na sura so nzuri. Eh, eh na nani? Na, na, eh, na ki shape. Eh hapo hapo kwa shape maana wembamba wanakuwa na ki shape, so e, shape. Eh hapo. Eh, hey, kina ni hii flani hivi ni. Ni nini bwana kinakuwa kidogo dogo? Sawa, lakini kina hata ukivaa suruali kinaonekana shehe wangu. Kuna vitu ambavyo sisi watu wa haibuni kwa, lakini tako tu, lakini lakini lazima liwepo, lionekane, so tako, so tako, yaani kuna kitu tu kilionekane. Kitu gani? Achana na tako ile unalisemea wewe, unajua wewe unasemea matako yale makubwa, makabumpu yale, sio hayo. <laughs> mimi sitaki yale <are, laughs> umeona <laughs> eh <laughs> <laughs> mimi nataka kitu fulani hivi kitu fulani hivi kitu fulani, kitu, kitu, yaani cha kawaida cha wastani. Ah she she bwana, wewe, okay sasa uh, kwe na, yani, kwa kusema hivyo inamaanisha wewe huwezi kuoa mwanamke ambaye tayari labda kashaza, kwa sababu atakuwa tayari kashaa ah hapo kwenye kuzaa mtoto hapo napo. eh, kipengele eh umetokea, ana mtoto akakudanganya, akanidanganya muka kama ujui kama ana mtoto alafu ukamuoa, alafu nikamuoa eh ukaja kujua baadaye, tayari ushamzalisha watoto wawili tiani, ushe wangu yani hapo hey hello hai, mbona wao mtiani, maana mimi katika akati kipindi nakuwa da nilikuwa nasema mwanamke mwenye mtoto mimi tena ni nimuoe mwanamke mwenye mtoto ah, kipengele kweli. Unahisi, unaweza ukaoa? Unahisi uwezi? naweza nikaoa. Unaweza ukaoa mwenye mtoto? Naweza nikaoa, lakini mm, nategemea sasa, kama mafrus yapo minaoa, au kama vigezo vyangu vipo. Mafrus mafrus mafrus ni hela, yani Ah, ila, okay. E, mafrosi, hapo mimi na e, au awe na vigezo vyangu hajachuja sana. Jua kuna wengine wamezaa watoto lakini wamechuja, hajachuja sana umona, yaani yani kilomita kidogo e, kilomita bado zipo, sasa some sana ze, he, lakini huyo mimi nachukua yaani. Kuna mwingine ujue unakutaka na mtoto lakini tayari yani kaisha, e, lakini kuna mtu ukimwangalia sasa, we, kabisa. We, ni, we, ili mwanamke ujue huyu ana umri kidogo, kilomita zimeenda. Mm, we, unaangalia nini? Ah, hapo ndoge yangu, hapo kuangalia hapo, ni kuangalia hapo. Mm, kwanza kifua. Mi bwana, kifua kikishuka tu kidogo, kikushuka yani, yeah. Kifua kikishuka mi bwana, unakuwa so mwanangu. Ah, unaona, kama ni ndo, wewe tafsiri yako kwamba ana kala age, ehe kala eji, yani kifua kile sasa, kifua hiyo babu, si si biolojia tu hizo, wapo ambao wana vifua vikubwa na ni wadogo. ah ah, wewe unaona watoto wa 2000, saa hizi babu za hendo hao sasa, lakini fumbili. ana age sasa, watoto wa 2000, mtoto wa 2000 unakuta eh, kifua kishashuka sana eh. Ah, huyo mimi, kwa nini wewe sibwa ni ah? Ndio nakwambia, yani mimi nimekuulizaje, mwanamke mwenye umri mkubwa, wewe unamjuaje, unaangalia nini ili kumfahamu? Ah, mi bwana mimi bwana siangaliagi mwanamke mwenye umri, mimi naangalia vigezo wewe, yote tu vyangu, naangalia mwenye vigezo vyangu, ila e wewe mwenye umri mkubwa sawa. Eh, ni mdogo fresh, lakini awe na vigezo, ila e kifua tu ndo kisiwe kikubwa eh. Kifua tu, umesikia wadada, kifua eh, muhimu. Sasa sijui atafanya jua kaya kate, wana wengine automatically tu, mimi najua mimi najua ile sio kwamba eti anavyokuwa na wanaume wengi ndo kifua kinakuwa kikubwa, hapana. Babu kukutana na mwanamke mdogo bro, ana uh, kifua kikubwa mzee, wapo lakini. Sasa unajua wewe unaniuliza kwa mimi. Unajua wewe unaniuliza kwa, una kwa mimi hapa. Sasa lakini eh. Unataka niingie katika mfumo wako, mimi nakwambia vitu ninavyovipenda. Unajua napenda nini? Wewe unavyoonekana, shewangu, wewe ni mtu wa mikabumpu, maana unaishikilia sana mikabumpu e, mtu akiwa na shepu fulani hivi, shewangu, unaonekana unaonaa sana. Sijajua eh, uh, ngoja nikuulize mimi. Hivi uh, wewe unapendea nini katika katika shepu, yani mtu akiwa na makalio makubwa unapenda nini? Mtu ana makalio makubwa unapenda nini? Una, yaani wewe kitu gani kinakuvutia mtu akiwa na kwenye makalio makubwa? Kitu gani? Ge... Wewe ushasema makalio makubwa kinakuvutia ta. Kwa hiyo hata kama sura ikiwa mbaya akiwa na makalio tu twende. Ah uh, mimi binafsi. Eh. Uh, ah uh, mimi tu mwanamke akiwa msafi. Eh. Eh, yani haijalishi tako lakini tako. Hmm. Yaani awe na awe nalo, yaani awe na nyama. Kwa kweli nyama yaani awe na nyama kwa kweli ah. E, yani mimi bwana, mimi siendi buchani kununua mifupa bro. Ah, okay. E, yani mimi bwana, mizigo mm. Lakini mizigo hiyo mm. Ile misafi ah, okay. E, yani ile misafi ile ah, okay. E, kutana na mzigo mchafu mm. ami unioni na so mzigo, yani sio lazima awe na mzigo au nini mm. Ah, yani naweza kawa kawaida tu, lakini yani kidogo ana ana mwili tu. Hivi hivi nikuulize swali. Eh. Uh-huh. Hivi unaweza ku date na mdogo wa rafiki yako? Mdogo wake na rafiki yangu. Hiyo e, e, inawezekana. Unaweza ku date naye? Eh, hiyo e, inawezekana. Kabisa kabisa. Eh, inawezekana. Rafiki yako mloshibana mnaweza ona. Rafiki yangu sana inawezekana. Kabisa. Mm. Da. Yaani inawezekana kwa sababu gani? Ah, uh, unajua unajua mapenzi ya chaguye. Eh. Ah. Mm, kwao inategemea mimi labda mimi na dada yako mwanangu mimi nimemuelewa. Naongelea dada yako wewe hapo mimi akinielewa ah. da... na nah, ah. ah, eh. Fresh ah, kwanza dada dada yangu mimi akikuelewa, kwanza ugomvi, anakuelewaje b... wewe? Kwa nini kwa nini wewe, cha kwanza wewe, we we ni kaka yake wewe, ni yeye we we ah. Sasa kaka yake sio damu eh? Mimi kaka sio damu, ah ah, shekhe kaka binamu, ndo anaruhusiwa. Mimi sasa binamu sasa, shekhe, kwa sababu mimi sio damu wewe wa tumbo sawa tumbo moja hata siku hizi hata moja kata tumbo mimi. Kwa mimi hapa kwa mfano kwa ndugu tumbo moja nikiwa na dada kwa mfano dada yangu mimi yeah. Umona alafu wewe ni rafiki yangu akakuelewa ugomvi hey, akakuelewa au ugomvi huo mfano kanielewa ye ugomvi yes, sasa anakwambia mimi najiua na mfada, mimi. Eh, na mi najiua mimi Musa mimi kwa sababu ya Future ana ana. Ukinikataza na, najiua. Na, nampiga na, na ajiua. Ah, najiua so aji nampiga. Ajiue ajiue. Kuepumba aji e. Alivukoseshe mambo mimi. Ah. Haiwezekana unajua sisi vijana tupoje. Unajua? Hakuna sisi vijana. Sikiliza, sikiliza nikwambie. Na dada yako wewe taoa, wendelea. Na unajua sisi tupoje? Kwamba mimi kuna kitu kuna kitu mimi binafsi sikipendi kwamba rafiki yangu akiribu akiwa na dada yangu, unajua tukikaa maskani hivi anaanza. Ah, na dadaeki, hatari, hatari. Unajua? Ah, sasa hapo inakuwa hivi. Ngoja nikwambie inakuwa hivi yani, mimi kama nikianza kudate na dada yako, ina maana mimi naanza kuwa kuna heshima naanza kutengeneza, kwa sababu siwezi nikakaa na wewe tukaanza kuongelea mambo ya mademu. Vijana nyinyi, nawajua. Siwezi kafanyaje, kukaa na wewe nikaanza kuongelea mambo ya nini, mademu. Yani mimi hapa niki date na wewe, yani niki date na mimi, niki date na dada yako mm. Yani kuna vitu siwezi kukaa na wewe tukaanza kuongelea, kwa sababu najua nitakukosa heshima <mukulabu> na naweza nkaanza kufanyaje kujipunguza taratibu, mimi nije nione. kwani kwani watu amna ambao wameoa wake wa, wa wa, wa, wa zao ni marafiki ni wadogo za wa marafiki zao wapo. Kwa hiyo inawezekana vizuri, najua hapo tu... Kuna tofauti ya kuoa na kuna tofauti ya kuwa na wewe yani kuwa right. Ile yani Umeona, ah, si... we, we, mara kwa nyingi sikiliza sana, kwa sababu wewe we tabia zako mbaya shehe ndio maana unahisi wote atakuwa hivyo hivyo ah. hamna shida. Mara nyingi sana mara nyingi sana mimi ukimwoa dada yangu safi sa kwa vile pale ndio respect inakuwa kubwa sana kuliko wewe ka date naye. Amna, unajua mapenzi hayachagui mwanangu. Ah, mapenzi ha, kwa kwani mapenzi anachagua. Dada ka, yako anaweza kanielewa kani, kani mimi brother. Da wewe utasema, da utabaki kukaa hivi yani, unaniangalia tu unasema da future. Ta, da naenda kulala naye. Hicho ndo stack. Hicho hey, ndo stack. Eh, yani, mbona kwa mbona wewe mbona, kwani unafikiri unavyoenda kumuoa wewe dada wa watu? Wewe nadhani wale hawa-hawafikirii hivyo vitu? Au baba mtu afikiri kwa mfano wewe mtoto wako anaolewa wa